Eneo moja ambalo siwezi kuacha kuligusia katika sekta ya miundombinu mbinu ni mradi wa mabasi ya mwendo kasi BRT. Waziri Ulega amesema vizuri ujenzi wa mabarabara hayo, mimi nitakwenda kwenye huduma. Katika kipindi hichi cha awamu ya sita, amesha ameshasema Waziri Ulega tumejenga kilomita 96.9 karibu 94.9 karibu 95, na asilimia 61 <clears throat> umekamilika, ya ujenzi wote, ambapo kipindi hiki jumla ya shilingi trilioni mbili na bilioni mia moja zimetumika. Tunapokwenda mbele, ujenzi wa awamu zote za mradi tunakwenda kuzisimamia na kuzimaliza. BRT Dar es Salaam tunakwenda kumaliza mabarabara yote <clears throat> na tutasimamia maamuzi yetu ya kushirikisha zaidi private sector. Takapomaliza mabarabara yote ni fursa muhimu kwa sekta binafsi kupata kazi ya kubeba abiria na kurudisha kazi hiyo kwa kiasi kikubwa, hatutaki kuifanya serikali, bali private sector wataingiza humo, sekta binafsi wataingiza mabasi yao na wafanye uendeshaji wa shughuli hizo. Ndugu zangu, tayari tumeshapata watoa wa huduma kwenye awamu ya kwanza, kampuni ya ENG yenye mabasi mia moja sabini na saba, na nadhani mmeanza kuona mabasi yakiingia kwenye njia zilizokamilika. Awamu ya pili, kampuni ya Mofat yenye mabasi mia mbili hamsini na tano na mabasi ya Mofati tayari yameingia njiani. Kampuni ya YG Link yenye mabasi 166 nayo itakuja kuingia njia nyingine zikimalizika, na kampuni ya Metro Link City yenye mabasi 334 nayo na itaingia njiani kutoa huduma. Ahadi yetu kwenu, ahadi yetu kwenu ni kwa kuanzia Januari mwakani 2026, wakazi wa Dar es Salaam mtaona mageuzi makubwa sana kwenye utoaji wa huduma ya miundombinu mbinu ya BRT au barabara za mwendokasi. <coughs> <coughs> Nataka niwaambie, <coughs> mradi huu, hata hii hatua iliyofikia tayari ilishatujengea sifa kimataifa. Tanzania tayari tuna sifa kimataifa katika uwekezaji ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Niwahakikishie wakazi wa Kinondoni, Ubungo na Dar es Salaam kwa ujumla kuwa kwa, kwa mageuzi yaliyofanyika kwenye uendeshaji tutalinda sifa hiyo kimataifa na mradi wa BRT utaleta mapinduzi kwenye usafiri ndani ya jiji kama nilivyo